Na Capavir inakuwa dawa ya kwanza ya sindano ya kuzuia maambukizi ya virusi vya UKIMWI iliyoidhinishwa na FDA, ambayo itauzwa chini ya jina la chapa Yeztugo. Dawa hii imeonyesha kupunguza hatari ya maambukizi ya VVU kwa zaidi ya asilimia 99.9. Kwa watu wazima na vijana na kuifanya kuwa chanjo yenye nguvu. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sayansi ya Gilead, Daniel O'Day, amesema sindano ya lenacapavir inahitaji kutumika mara moja tu kila baada ya miezi sita na kwamba uamuzi uliofanywa na uongozi wa FDA ni wa kihistoria katika mapambano dhidi ya UKIMWI. Uwezo wa dawa hiyo ulifanyiwa majaribio makubwa mawili. Ya kwanza ilihusisha zaidi ya wanawake elfu mbili katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara na kuonesha kupunguza maambukizi kwa asilimia mia moja ikionyesha ubora zaidi ya kidonge cha kila siku cha Truvada. Jaribio la pili lilihusisha zaidi ya wanaume elfu mbili na watu wa jinsia tofauti, ambapo ni maambukizo mawili tu yalirekodiwa na hivyo kuendelea kuonyesha kiwango kikubwa cha kinga cha asilimia 99.9. Wakati wa majaribio hayo ziliripotiwa athari kadhaa za, za dawa kwa watumiaji ambazo ni maumivu ya kichwa na kichefuchefu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hatua hii muhimu itasaidia kushinda vikwazo vikubwa kwa wagonjwa kama vile mzigo wa kila siku wa kumeza vidonge, kutembelea kliniki mara kwa mara na unyanyapaa unahusishwa na VVU. Pia, WHO inatarajia kutoa miongozo yake kuhusu dawa ya lenacapavir Julai 14 mwaka huu wakati wa mkutano wa kimataifa wa UKIMWI mjini Kigali, Rwanda. Virusi vinavyosababisha UKIMWI ni mojawapo ya changamoto kubwa zaidi za afya zinazoikumba dunia. Hata hivyo, kuna dhamira ya kimataifa ya kukomesha maambukizi mapya na kuhakikisha kwamba kila mtu aliye na VVU anapata matibabu. Auleria Gabriel, Azam News.